Mikononi mwako nao uelekeza katika njia uipendayo, basi ni Mungu akatenda katika ile iliyo haki yako Baba. Kipekee kabisa tunamkabidhi mwenyekiti wetu mheshimiwa Lissu katika mikono yako iliyo mikuu Jehova, maana umesema amani ya kweli inatoka kwako, faraja ya kweli inatoka kwako, na ile haki Jehova inatoka kwako. Tazama mwenyekiti wetu katika magumu yote, amekuwa mtu mwema asiyekasirika, asiyelalamika wala kusononeka katika mahakama hii, hata alipopita katika magumu. Tazama mtu huyu, tunamfananisha na Ayubu ambaye katika mapito yake magumu kabisa, Jehova bado alikutukuza <tukuzi> wewe, bado aliamini katika wewe Jehova na sisi pamoja naye tunashirikiana katika imani hiyo, tukiamina kwamba haki ya kweli inatoka kwako tu, wala si kwa wanadamu, Jehova. Basi Mungu mwenye enzi, uketi mahali pa juu, tunaitamalaki haki yako mahali hapa na ile nguvu yako ipitayo nguvu za wanadamu na ule ukuu cisha kama nini Jehova ukaonekane katika mahakama hii Jehova, ili kila asikiaye na asomaye ajue kwamba yupo Mungu asiyetishwa na mtu yoyote, ajue kabisa ya kwamba yupo Mungu ambaye anaweza kubadilisha mambo ya dunia hii kwa sekunde chache. Basi Mungu mwenye enzi katamalaki, na haki yako ikaonekane na kuthibitika mbele za uso wa dunia. Amen.

afala muumini akita alsamliladi na tafsiri hayo iliosema, anasema kwamba Mwenyezi Mungu, wewe peke yako natosha kuwa shahidi wewe tokako yako unatosha kwa wakili, wewe tokiako yako unatosha kwa jaji. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unaona dhuluma na uonevu anaofanyiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu, ndio wendo wewe, ushahidi ndio wewe, kiongozi wewe ndio mwenye nguvu za kila kitu. Mwenyezi Mungu ishanda kunguvu zako baraka zako miongozi wako ufanye haki, ufanyie haki ukiongozi wetu, ili uaamrisha hawa majaji wahukumu haki na wahukumu kisheria, kwa sababu tunaamini sote, dunia inaamini, wao najua na watoto wanajua kwamba huyu mtu anaonewa, anadhulumiwa, hajafanya uhaini wowote, hata hajafanya kosa lolote. Ukisomea historia yake, tangu alipokuwa mdogo, kazi yake kusaidia watu wanyonge na maskini, bado nia yake hata kukomboa taifa hili, hata kuwasaidia maskini wa oezua kuomba tunakuomba sote kwa pamoja umsaidie na umpatie haki yake Mwenyezi Mungu, ili aweze kuliongoza taifa hili kwa baraka ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuomba Mwenyezi Mungu tukubalie dua zetu, amin, amin, amin, amin.